Kwamba mtu ameikosa haki au mtu amekuwa mpotovu au mtu ameiacha haki ya Mungu kwa sababu ya vile vitu anavyoviwaza. Sasa ndo kama hivyo vitu, kuna tamaa mbaya, kuna pamoja na hasira, kwamba hicho ni kitu ambacho kipo ndani. Maana unapokasirika, unapokuwa na hasira, unafikiria ni namna gani utaweza kumdhuru yule mtu ambaye umemkasirikia vile sasa, yale mawazo ya hasira yote ni dhambi mbele za Mungu. Sasa yake anaposema mtu amebatizwa kwa moto, maanake amepokea, kuna nguvu fulani ambayo anapokea ambayo hapo kabla awezekana hakuwa nayo kabisa, lakini kuna nguvu fulani ambayo anapokea ambayo inaanza kumsaidia kuweza kupambana na hizo hali, kuweza kupambana kwamba hata kama nimekutana na mazingira ya aina gani, mazingira ya kukasirisha, mazingira ya kukatisha tamaa, mazingira ya aina gani, lakini anajaribu anajitutumua, anas mama anajaribu kujifundisha, anajaribu kuisemesha nafsi yake kwamba hata katika hili bado unatakiwa kuyajua ni yepi yaliyo mapenzi ya Mungu, bado unatakiwa kujua ni ipi iliyo haki mbele za Mungu, bado unatakiwa kujua ni lipi unalotakiwa kuweza kulifanya katika hali kama hii, hata katika mazingira ya aina gani, lakini ili aweze kutafakari yaliyo mema. Na kumbuka kwamba mtu kama atatafakari yaliyo yaliyo mema kila wakati na kila majira, hakuna namna ambavyo ataweza kufanya yasiyofaa, kwa sababu kile kitu ambacho kinakaa ndani ya mtu kikichakatwa kwa muda mrefu, ndicho kinamfanya mtu aweze kufanya maamuzi ya aina fulani hata kama atapata mshtuko, atapata kitu chochote, mazingira yote atakayotokea yatamfanya aweze kutoa kile kitu ambacho kilikuwa kinachakatwa ndani. Lakini huyu mtu kama akiwa na uwezo kama ana tafakari yaliyo mema kila wakati ndani yake, hakuwa hatakuwa na nafasi ya kuweza kutoa yaliyo mabaya, hatakuwa na nafasi ya kuweza kutoa yaliyo ya uharibifu, hata kuwa na nafasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kilicho ndani ya mtu ndicho ambacho kinamtoka na ndicho ambacho kinakuja kudhihirishwa kwa nje. Hata kama kama unawaza yaliyo mabaya, hata kama utajaribu kuweza kujizuia kwa muda gani, kwa muda mrefu kuweza kutokufanya yale mambo, lakini kama fikra zako zitabaki pale pale, ujue kwamba ipo siku utashindwa kujizuia na kuweza kufanya yasiyofaa. Bwana Yesu asifiwe.